Mzimungu subhanahu wa taala anatuoneshea kwamba imani ni nauu min alishq la idrak al-aqli faqat, kwamba imani ili mtu ahesabike na imani lazima iwe imani imejengeka miongoni mwa ishq, iwe ina mapenzi ndani yake imani lazima ijengeke kinashaka, lazima kalbu yako, moyo wako uipende imani, ukweli wa kuipenda. Hii ndiyo imani ya kweli, lakini ukiangalia sasa hivi hatuna imani ya mapenzi. Sisi tuna imani, imani ambayo si ya mapenzi, ni imani ya kukubali uhalisia tu. Sasa na imani mtu umhesabu kuwa huyu ni mumini ameamini, lazima awe ana namna ya ishki katika kalbi yake, yani moyo wake uvutike na Uislamu, moyo wake uvutike na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, moyo wake uvutike na kile ambacho anachokiitakidi. Ushahidi ninakupa Mwenyezi Mungu subhanahu ta wa taala anasema, wa alamu anna fikum rasulullah, anawaambia kwamba jueni ya kwamba mna mtume wa Mwenyezi Mungu, law yutiukum fi kathiri min al-amri la anitum, law angeliwatiini au law akiwatiini katika mambo mengi ningepata tabu nyinyi, walakin Allaha, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hababa ilaikumul imana, amewapendezesheni imani. Hebu angalieni hii nukta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema habbaba ilaikumul imana, amewapendezesheni imani. Wazayyanahu, na kisha akaipendezesha hii imani fi qulubikum, katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaikumul kufra wal fusuka wal asyan, kisha akawafanyeni aka nyinyi kuichukia uka, ukafiri na ufasiki pamoja na kumwasi Mwenyezi Mungu, ni kitu ambacho mwanadamu na mwenye imani hii lazima aweze kuvichukia vitu hivi. Ulaika humur rashidun, watu hawa ndiyo tayari wameongoka. Na ndiyo maana utakuta kuna, kuna shekhe au kuna mwanafunzi hawezi kuyatendea ya kazi yale aliyoyasoma kwa sababu ile imani ambayo tunaizungumzia hapa ya mapenzi hana kwa sababu unachokipenda kitu lazima ukifanye kwa uweledi wako na uwezo. Kitu unachokipenda siku zote lazima ukiendeshe visi unavyokiweza, kutokana na juhudi zote, na unapokikosea lazima uumie katika moyo wako. Je, ni kweli imani yetu sisi katika Uislamu tunachukia? Je, sisi tunapenda, au tuna ghaya zetu zingine katika dini yetu hii ya Kiislamu. Hatuna imani, ndugu zangu.